Hata kama bila uh, nani mwingiliano wote hmm, lakini umeiadhimisha, umeitikadi tayari una makosa. Kwa hiyo nia ina umuhimu sana kwenye Uislamu. Mtu anaweza akaenda akaoga kwa nia ya kujipoza, lakini mtu kwenye hichichotenda anaweza akafanya exactly the same kwa nia ya kuoga janaba. Kitendo kile kile, vitu tofauti, tafsiri tofauti, tofauti. Tofauti. Kwa hiyo kwenye nia ndio ya umuhimu na ndio inakuja sasa kwenye swala la itikadi na mimi alhamdulillah nimesoma dini yangu kwa miaka mitano, nimepita kwa baadhi ya masheikh sisi. Nikajiita mimi ni mjuzi, mimi najiita talibul ilmi, mimi ni mwanafunzi wa elimu. Ila kwenye hili uh, kwenye Qur'ani imetuelekeza inasema uh, fasal ahlu dhikri kuntum la taalamun, waulizeni wajuzi katika jambo ambalo huwa ulijui. Mimi kwa elimu yangu nilielewa kwamba hili walichokisema sio sahihi. Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV? Kabisa kwenye exclusive interview leo, ni siku nyingine tena mwisho wa mwaka huu. E, eh, nimeona maombi ya watu wengi sana ambao wamekuwa wakinitafuta wakisema kwamba bwana Victor nakuwaje? Bwana inakuaje bwana, mbona sasa mwisho wa mwaka mnataka mtuache hivi hivi? Na mimi nikamcheck SMA nikamwonesha zile text na akanambia bwana, hawa watu inabidi kwetu ape kila anachokitaka. Kwa hiyo wale wote ambao mkiniuliza bwana, mwaka huu mnatuachaje, kabla tujafunga mwaka lazima tuwape kila mmoja anachokitaka kwa maana, lakini alhamdulillah, safi lakini na namshukuru Mungu, nina kahoma homa kidogo, lakini ndo binadamu ya. Kwa hiyo tunashukuru Mungu na sisi, kwa Waislamu kuumwa ni neema, tunaita tathir. Mwenyezi Mungu anakusaidia pia kukufutia madhambi yako na vitu kama hivyo, na inamkaribisha mja kwa Mungu wake. Kwa hiyo namuomba, tunamshukuru Mungu, tunachoepuka ni yale magonjwa yale yenye mitihani yale yes ambayo ya, yanakuwa ni mtihani kwako, lakini na waliokuzunguka ila. Kwa ukiacha hiyo alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. vipi wewe? Ah, mimi namshukuru Mungu, kusema ukweli mm. Na kitu kizuri ambacho nilisema nikikutana na wewe nitakwambia, huwa ni mara chache sana katika kazi yangu kufanya na mtu interview, baadaye nikaambiwa nirudi ni, ni muulize tena kitu kingine mm. Yaani ni watu wachache sana, lakini kwa kwa wewe hiyo mm, nakutana nayo sana hivi. Ah, mimi ninachoweza kusema ni nashukuru na ninathamini Uh, followers wetu the love wanatushoa, ndo maana mimi siku zote fuse ninapoanza huwa naanza kwa kumtukuza Mwenyezi Mungu na waombea wote, mimi pamoja na wasikilizaji wenye mitiani, Mungu awafanyie wepesi na wenye neema, Mungu azidi kuwabariki na atusambee, atusambee madhambi yetu kwa hiyo wanaanza kwa dua, kwa dua ya wote oh. Na nikimaliza namaliza na one love. Kwa hiyo tuna kwa ufupi tuna appreciate Five. Yes, kwa sababu si ninachokifanya sio, tujiangalie sisi wenyewe support yao na jinsi wanavyoipokea hmm. Ndo inatupush tufanye tinachokifanya Before sijakuuliza sija hili uh, la, la, la Marekani kutuma bomu bom lake uh, Nigeria. mm -hmm, ni kuuliza kwanza uh, mwaka 2025 elfu mbili na ishirini na tano ni mwaka ambao una mambo mengi sana. Ni tukio gani ambalo kwa kweli ulifanya kama uh, ku, kuwapa elimu watu ama kutangaza ama kufanya kitu fulani uweze kulisahau kabisa? Nilikuletea mambo eh, mengi sana kwako. Nashukuru Mungu imekuwa ni mwaka ambao kazi nyingi zimefanyika vizuri, uh, na ninashukuru Mungu mimi. Mungu amenijalia watu wengi ambao wanani, wametokea kunikubali, ni watu ambao ni uh, intellectual. Kadi mtu anavyokuwa na elimu ndo mara nyingi anakuwa ni mwepesi kunielewa, na watu wanaweza wakanielewa najaribu na kuwatenga wale wasiokuwa na elimu. Ninamaanisha nini? Leo hii nikiongelea electronics, nikaongea cathode, nikaongelea diode, nikaongea uh, let's say uh, cat 5 cat 6, umeona, 3 nanometer 5 nanometer. Engineer ambaye kasomea hivi vitu ananielewa zaidi kuliko mtu wa kawaida, na ni rahisi ku appreciate mtu ambaye anasoma Biblia ninapo quote baadhi ya vita, mistari kwenye Biblia ni rahisi zaidi kunielewa, same thing kwenye Quran. Lakini kwa wale ambao huenda wasio anajua, wanapata nafasi ya kuelewa. Kwa hiyo unakuta, naweza kasema, ni, imeniheshimisha. Nimealikwa South Africa eh, nimeenda South Africa mwezi wa tatu, nikapata nafasi ya kuchangia ninachoweza kuchangia na mimi nikajifunza. Eh, Dodoma kwenye haki rasilimali nimeenda tukawa na mchango mzuri pale. Nimeenda Urusi nikawa na mchango mzuri pale, na nadhani, sijui kama kuna Mtanzania ambaye kapata kwenda Urusi mara mbili ndani ya muda mfupi zaidi yangu mimi, na nilipata fursa nikaitumia vizuri nika deliver. Na pia kwa nitoe shukurani pia kwa Sky, sababu Sky ndo aliyenipigia simu akaniambia Sma, uh, nataka ufungue YouTube channel yako na nitakusupport. Anasema mimi wewe kufungua hiyo najua ukoloyo sio kwamba utakuwa msaliti, kwa hiyo akanipa ruksa na akanisapoti, kwa hiyo na YouTube channel yangu, na ambao maswali yamekuwa mengi, watu wanauliza bana, vipi mimi na SNS, ni ni dam dam familia. Ni familia moja, ni sawa sawa, ndege mwenye mabawa mawili kama unaona. Uh, GPS iko likizo, tumefanya muda mrefu Jumapili tukua tukosi, na uh, kwa hiyo iko likizo, ndio maana hatuonani mara kwa mara lakini watu, hata juzi katikati kulikuwa kuna mishe fulani tumepiga na Skype, kwa hiyo shukran kwake na nishukuru kwa wanafuse wamekuwa na mchango mkubwa sana kwangu, huo wananichangia vitu vidogo, hapa tumekaa kwenye studio, ni michango ya wanafuse. Oh, okay. E, japokuwa hatujaikamilisha tunachotaka kukamilisha, lakini ni support ya wanafuse na kuna watu tofauti tofauti ambao wamekuwa na mchango mkubwa. Kwa hiyo kwenye upande huo nashukuru. Uh, stand out ni vitu vingi sana ambavyo prediction imeenda accordingly lakini, stand out ni kitu ambacho kiliwashtua wengi ni nilipotabiri, na hiyo ilikuwa ni siku ya tatu au ya nne ya vita kati ya Israel na Iran, nikasema haichukui wiki mbili. Watu hawakukubaliana kabisa na mimi, asilimia kubwa kasoro wale kindakindaki ambao wanamwamini uh, reasoning na logic ya fuse ndo waliamini na kweli ndani ya siku kumi na mbili ikawa imeisha hiyo. Uh, inaweza ikawa ni standout. Lakini pamoja nayo tumefanya mambo makubwa. Tumepokea meli ya Urusi ambayo ilikuja kufundisha, ina wanafunzi wa kiTanzania wanasoma kule, tuliwapokea tukawahoji, fanya interview na balozi wa Urusi Tanzania na vitu vingine vingi ambavyo nimevifanya. Kwa hiyo kwa ufupi ni mwamba, mwaka ambao umekuwa ni mzuri. Nimejifunza mengi, nimefanya makosa mengi. Unajua hicho ndio kitu watu ambao hawaelewi yeah. Nimefanya makosa mengi oh. Na nimejifunza kutokana na hayo makosa mm -hmm. yeah. Unajua watu wanadhania kwamba ukiwa na akili au ukiwa smart, haufanyagi makosa. Naomba niwaambie sio, that's not the case yani, uh, kadri unavyofanya makosa mengi ukiwa una akili ya kujifunza utajifunza kutoka kwenye yale makosa na uta improve. Kwaiyo nimefanya makosa mengi sana, nimejifunza na nashukuru Mungu kwamba nchi yangu sasa hivi imestabilize, iko stable, maisha yanaendelea kama kawaida alhamdulillah. kwa hiyo kwa ufupi Uh, machacha, Saka, uh ni hayo machache ambayo naweza nikasema. Sawa kabisa. Naam. Uh, nikupongeze pia hata mimi uh, kikuli imekuwa ni mwaka mzuri sana. Uh, tokea tuanze kufanya interviews na kuelimisha kuhusu mambo tofauti tofauti ya, ya politics na mambo mengine pia imekuwa ni uanda mzuri sana ambao pia umenifungua hata mimi mambo mengine ambayo nilikuwa siyajui. Na mwaka huu pia kati tunaelekea kumaliza kulitokea hili ambalo lilikuwa between kati ya uh, inavyotajwa lakini, kwamba uh, wa, serikali ya, ya, ya, ya Nigeria imekuwa haifanyi um, eh, vile anavyotakiwa kwa maana ya kuwalinda Wakristo ambao wamekuwa wakiuliwa na wanamgambo wa Kiislamu inavyotajwa vile nchini Nigeria na mm. watu kwa kilalamika kwamba hawa ha, watu ha, wa wanamgambo hawafa serikali haiwawajibishi, na tulishuhudia tweet za, za, za Rais Donald Trump wa Marekani akizungumza akionya kwamba inabidi kifanyike kitu kitufana, haikufanyika, na juzi pia tukashuhudia tuka kwenye mitandao kwamba waki uh, mabomu yao mm. kwenda no, eh, kwenda Nigeria hatujaona imepiga wapi na iliishia wapi na kwa nini imekuwa hivyo. Nachoweza kuambia ndugu zangu wa Afrika, tujitahidi sana kuongeza upeo wetu mm. na kuongeza elimu yetu, kinachoendelea watu wasichokijua, hii issue ina engo tofauti, lakini tuko kwenye phase two, ya ukoloni wa Afrika. Na tuko kwenye phase 2 ya Scramble of Africa ambao wanakumbuka the Berlin Conference ilikuwa maarufu kama the Scramble, Scramble of Africa. Nchi zikagawana Afrika, is the same thing ambacho kinaendelea sasa hivi. Na mwanzo Scramble of Africa ilikuwa ni kwa ajili naweza nikasema traditional uh, minerals uh, and interest nikimaanisha nini? Walikuwa wanachukua manpower ambayo ilikuwa ni watumwa Walikuwa wanachukua raba, anachukua kofi na kakao na dhahabu na baadhi mengine ya madini. Lakini tunaingia phase 2 kwamba kuna madini ya kisasa, kuna interest za kisasa, kuna natural resources za kisasa ambayo kipindi kile zilikuwa hazijajulikana, vitu kama rare earth minerals, vitu kama T3 ambayo ni pamoja na tungsten, vitu kama lithium na by then ilikuwa vitu kama yellowcake ambayo ni uranium mm. zilikuwa hazijagunduliwa mm. zilikuwepo mm, lakini ilikuwa hazia... Sasa, sasa hivi ndo zimegunduliwa, okay. Kwa hiyo tumeingia phase 2 ya vitu vyenye thamani Afrika, mm. na hizo nchi zimejipanga upya kurudi, wow. Kwa, kwa njia tofauti. Kwa hiyo kinachoendelea ndo ni Scramble of Africa part 2. Yes. Kwa kwa hiyo watu ambao hawaelewi hawajui michezo ya politics inavyochezwa na great power zinavyochezeka wanaamini wanachoambiwa. So kuhusu ishu ya Nigeria kuna nimeshatoa na hii, naweza nikaambia watu ingieni kwenye YouTube chaneli yangu, kuna video nimeziweka ikiwepo ile interview tuliifanya mara yes, ya mwisho ya kutukongelea Congo na, na Tshekedi na Kagame na Trump na Marco Rubio ambayo ilifanyika uh, ile deal waliosaini nikawaambia kwamba uh, kulikuwa kuna senate hearing ambayo ndani ya senate ya Marekani ambayo ni bunge ya Marekani wenyewe wamekiri, it's on record kwamba wao ndo wanaofadhili Alshabab, wao wao ndo wanaofadhili Boko Haram, wao ndo wanaofadhili baadhi ya makundi ya Sudan, wao ndo wanafadhili baadhi ya makundi Libya. Wao ndo wanaofadhili baadhi ya makundi kama ISIS na ISIS na, na makundi yake na al Al-Qaeda na mengineo. Wow, kwa hiyo ni wao ndo wanaofadhili. Good. Sasa inafahamika sana divide and conquer. Kwamba watawanye ili watawale ua... Kuna kitu kinaitwa Hegelian dialect. Kuna thesis, kuna antithesis na synthesis. Kwa hiyo kuna mfumo ambao upo, unaleta mfumo ambao ni uh, antithesis ambao ni wa kuikontradict mfumo ambao upo, ulete mgongano, alafu unakuja na synthesis ambayo ni solution, umeelewa? Lakini hiyo synthesis yenyewe inakuwa inatengeneza tatizo lingine, kwa hiyo inakuwa ni mzunguko wa Thesis, antithesis, na synthesis uh, inakuwa inazunguka hivyo. Kwa hiyo wao ndo wanaleta ya matatizo, alafu wao ndo wanakuja na solution. Kwa hiyo nikisema hivyo, haya makundi wanayatengeneza wao ili wapate moral authority au moral consent ya wao kuja kinachoendelea, na kutokana na baadhi ya watu wanaitikadi za kidini wanakuwa, ndo maana mimi uh, kaulimbiu yangu kuanzia sasa hivi mpaka 2025 2026, inasema zima hisia, washa akili. Kwa hiyo, na hii nawashauri watu sana sana sana, ingieni kwenye youtube channel yangu ya dj smart 55, katafuteni makala inaitwa Psyops. Kuna mbinu kumi na nne zinazotumika kwa sababu ya Psyops, ya ku brainwash watu mbinu namba mbili ambayo ni hatari zaidi ni appeal to emotion ni kucheza na hisia za watu. Ukishaweza kucheza na hisia za watu, na hichi ndo lichokiongea siku ile hapa kabla mimi kusafiri, unakumbuka Urusi, nikaongelea makundi yale ambayo yanataka oh, eh, alafu nikakwambia aina fulani ya raia yeah. Wale ndio uh, ni watu ambao ni rahisi kwa manipulate. Nadhani ulisikiliza uh, makala yangu ya operation breaking TZ yeah. Ndani pale kuna kundi ambalo linaitwa the persuadables, watu ambao wamekuwa categorized kwamba unaweza ukawachezesha akili uka, kwa kucheza na hisia zao. Kwa hiyo uh, kuna kitu kinaitwa cognitive dissonance kwenye ubongo wa mwanadamu, ukiweza kui manipulate, kucheza na hisia inafunga akili hat, mtu hatumii tena akili. Ndio maana unakuta let's say mtu anapofumaniwa hasira zinapompanda anaweza akaua au akafanya madhara kwa sababu pale hatumia akili. Lakini angitumia akili angesema sasa huyu nimemfumania. Ila nikimdhuru mimi nitajikuta naenda jela. Nina watoto, nina mke, nina familia, nina, nina ni, yani, mlongo mrefu. Kwa hiyo baada ya kufanya ile tukio akakamatwa, mwanzo anaweza akasema fresh, ila kadri muda unavyoenda anaanza kurealize kumbe ningituliza akili huenda. Na ndio maana unakuta watu wengi wamefanya makosa, alafu baada ya kukamatwa na anaanza bana, ilikuwa ni asira tu au ilikuwa ni shetani amenipitia. yeah, yeah. Yes, kwa sababu cognitive dissonance ni kwamba unatumia uh, hisia kufunika mlango wa akili. Kwa hiyo ndio maana anasema zima hisia, washa akili. Mambo mengi sana tukitumia akili logic, tutaweza kuyaona kwa u, kwa Upana wake. Upana wake. Na hata kwenye Biblia inasifia sana watu wenye hekima, mm. Na hata kwenye Qurani inasifia sana waman utia alhikma fakad utia mm. khairan kathira, na aliyepewa hekima amepewa heri iliyokubwa mm. Na kwenye Bibilia pia wameongelea hekima, so imetengenezwa kama ni Waislamu na Wakristo, lakini uhalisia Boko Haramu walioko pale ni magaidi ambao hawana imani yoyote ya Mungu wanatekeleza wanacholipwa kutekeleza, Antonio Guteres wa Marekani ah, wa UN, UN. mwenyewe kasema hawa, yeah. Boko Haram wanaua Waislamu yeah. na Wakristo yeah. lakini kwenye midia inatengenezwa kama ni Wakristo peke yake wanauawa, umeelewa? yeah. Sasa ile ni kupata justification ya kuja. Sasa tunakuja, uh, ukitaka kujua ukweli anakwambia follow the money, fata hela. wow. nini hasa Nigeria sehemu ambayo imeshambuliwa, wana lithium ambayo wanaita white gold, ambayo ina ni ya quality ya juu sana, ambayo Marekani Tesla anahitaji, Microsoft anahitaji, Apple anahitaji uh, Intel anahitaji na wengine wengi wanahitaji ile pale. Shida inakuja wapi? Mchina kawai yuko pale mwaka huu peke yake ametia 1.4 billion US dollars, ameshikia asilimia themanini. Ya ya huo mchongo. Umeelewa? Kwa hiyo sasa pale wanaenda kuvuruga lengo lote hili ni kuvuruga. E, tukose, yaani, tukose wote lakini uh, e. Kwamba nitakinukisha alafu nitakuja sasa, mimi sasa, tuanze kukaa tena tuanze kusolve. Kwa hiyo ni kamchezo ambako kanachezeshwa watu, tuamke au Boko Haram sio marafiki zetu, au ISIS sio marafiki zetu, hao, baadhi ya makundi ya kigaidi mengine mengi ambayo yako Talibani, kila, mwe, kila wiki wanapokea zaidi ya dola milioni 40 kila wiki. kila wiki, kila wiki, kutokana na ushahidi wa Marekani mwenyewe sawa. Kwa hiyo uh, watu nachotaka wa, wa Afrika waamke, mm. kwamba tumeingia kwenye scramble for Africa 2.0 Tupo kwe, yani tuko kwenye live ndo hichi unachokiona huku. Kuna China huku, kuna Urusi huku, kuna Ufaransa huku, kuna nini, Ufaransa kafukuzwa huku huku, Marekani kaingia huku huku, Israeli kaingia huku huku, Ufaransa kaingia huku, huku Belgiji. Ndo hicho kinachoendelea, kwa hiyo ukituliza akili, ukifuatilia utakuja kugundua kinachoendelea. Kwa hiyo haina dini uh. ni Wakristo wangapi ambao wameuawa katika sehemu tofauti tofauti duniani, mbona tusikii akisema au akianzisha mashambulizi Yemen pale kuna Wakristo, Iraq kuna Wakristo, Iran kuna Wakristo, na nchi zingine nyingi kuna Wakristo, umeona? So imetengenezwa kama ishu ya kidini lakini sio ishu ya kidini kwa hiyo natamani wa Afrika tufunguke tuanze kuangalia watu na tusikubali kugawanywa kiitikadi, na ndio maana niliongelea nikasema wale masheikh ambao walikuwa wanasema kwamba Waislamu msiile chakula cha Wakristo. Uh, tusiwazingatie kwa sababu inataka kuleta mgawanyiko na itafungua Pandora's box sawa. Nielezee tu kwa ufupi kwamba uh, hakuna sehemu yote imekatazwa mwislamu kula chakula cha mkristo wala mkristo kula chakula cha mwislamu, na ni kitu tumekuwa tunakifanya miaka na miaka. Hii imeibuka sasa hivi, ndio maana imeleta mtafaruku, na lengo lake ni kuleta mpasuko. Sawa, kwa hiyo uh, sisi tumekuwa tunakula chakula, naona nakula mi mara ngapi, naenda kwenye mamantilia aliyepika ni Mkristo ya, sawa mm. au Mkristo anaenda kwa mamantilia aliyepika ni Mwislamu mm. lakini haijawahi kuleta shida kwe. Sawa na Uislamu ni wajibu kuheshimu dini ya mwenzako mm. ni wajibu ukiwa muumini wa Kiislamu unawajibishwa kimaadili kuheshimu uh, dini ya mwenzako japokuwa mm. hamkubaliani yeah, na hauikubali ile imani wala itikadi ile yeah, lakini heshima ipo sawa na Mtume sawa sawa, asha dili na kila aina kadili na wapagani kadili na mushirikini wa Kureshi kadili na wayahudi kadili na, na, na Wakristo kadili na uh, pagans na wengineo sawa. na hata kwenye Quran Suratul Kafirun inaelezea kwamba nyinyi mna dini yenu, sisi tuna dini yenu, nyinyi mtafata dini yenu, sisi tutafata dini yetu, sawa, sisi hatutahamia kwenu wala nyinyi hamtohamia kwetu sawa. lakini tunashirikiana na Hata Mtume sala wa salam amefariki, ngao yake iko kwa asiyekuwa Mwislamu mm -hmm. Sawa? Kwa hiyo alikuwa anafanya nao biashara. Ishu ambayo labda wangielezea ni kwamba uh, unaruhusiwa kuheshimu lakini huruhusiwi ku, ku, kuwa na itikadi ya sikukuu hiyo ambayo ilikuwa ni Christmas. Sisi Waislamu hatuamini kwamba Nabii Isa amekufa sawa, wala uh, hatuamini kama ni mtoto wa Mungu. Hmm. Sawa? Lakini hiyo haija kuleta mpasuko kati ya Waislamu katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo Muislamu huruhusiwi kuwa na itikadi hiyo hmm. Lakini kumheshimu mtu haijawahi kuwa shida. Kwa hiyo issue inakuja ni kwamba iwapo itikadi yako itaamini kile kitu, hapo ndio shida inakuja. Wewe kuna chakula, wewe kuna chakula. Okay. Sawa, hmm. Haijalishi. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho sijapenda kwa sababu kinaleta mtafaruku. Nilimsikia nili shehe mmoja akawa anazungumza kwamba uh, ukila kile chakula ina maana umekubaliana na hiyo sikukuu. Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa maneno yake alikuwa anazungumza vile ama atakuwa atumie uh, um, jumbe gani hasa ili kuweza ku, ku, uh, uh, uh. Sasa kwenye Uislamu tuna kila kitu kimenyoka. Mtume sawasawa anasema hivi innamal amal biniyat, hakika ya matendo kwa nia uh, na hii na, na, na hadithi ni fupi, ina urefu wake, ina uh, ina inaendaje um, imentoka imen hapa kidogo mafyumu ya hadithi kwamba yule ambaye anafanya hijra, faman kana hijratuhu lillahi wa rasuli fahijratuhu ila llahi wa rasuli, yule ambaye anahama kwa sababu ya kumfata Mwenyezi Mungu na mjumbe wake, basi uhamisho uh, uh, uh, uh, wake ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na, na mtume wake, waman kana hijratuhu uh, uh, imetoka neno ambayo inamaanisha ni kwa sababu ya biashara afaidike au imratu yunkihuha au kwa sababu ya kumwoa mwanamke fahijratu ila ma hajara ilei, basi kuhama kwake ni kwa kile alichokifanya. Kwa hiyo ukiangalia kuna watu waliondoka kutoka Maka kwenda Madina na mtume sala wa salam, tendo ni lile lile lakini, miongoni mwao walitoka kwa sababu ya kutafuta radhi ya Mwenyezi Mungu na mtume wake sala wa salam na wamepewa walicho walichokifanya. Wapo ambao walihama kwa sababu kuna mwanamke alikuwa anampenda, akatumia fursa ya kwenda kwa yule mwanamke. Kwa hiyo hijira yake, nia yake haikuwa kwa sababu ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Kwa hiyo yule amelipwa kwa kila alichokifata, na yupo ambaye aliona hii ni fursa ya mimi kwenda kufanya biashara sawa. Kwa hiyo kula kile chakula, kama nia yako ilikuwa ni kutukuza ile siku basi umefanya kosa, na hata kama sio chakula tu, hata kama bila mu, uh, nani mwingiliano wote, lakini umeiadhimisha umeitikadi, tayari una makosa. Kwa hiyo nia ina umuhimu sana kwenye Uislamu. Mtu anaweza akaenda akaoga kwa nia ya kujipoza, lakini mtu kwenye hicho kitendo anaweza akafanya exactly the same kwa nia ya kuoga janaba Kitendo kile kile, vitu tofauti, tafsiri tofauti. Kwa hiyo kwenye nia ndo ya umuhimu na ndo inakuja sasa kwenye swala la itikadi. Na mimi alhamdulillah, nimesoma dini yangu kwa miaka mitano nimepita mm -hmm kwa baadhi ya mashehe. Sisi nikajiita mimi ni mjuzi, mimi najiita talibul ilmu, mimi ni mwanafunzi wa elimu. Ila kwenye hili, kwenye uh, Qur'ani imetuelekeza, inasema fasal ahlu dhikri kuntum la taalamun, waulizeni uh, wajuzi katika jambo ambalo huwa ulijui. Mimi kwa elimu yangu nilielewa kwamba hili walichokisema sio sahihi, lakini nikapiga simu kwa baadhi ya watu ambao wana elimu, wajuzi, na wakanifahamisha hicho, umeona eh. Sitotaka kuwataja, kuwataja, kuwataja kwa sababu sijapewa ruhusa kuwataja. Kwa hiyo issue inakuja kwenye nia, na ukishafungua mlango huo kwamba ukila chakula kwenye siku hiyo, ina maana basi usipande gari ya Mkristo katika siku hiyo, sawa? Ina maana basi wewe usifanye biashara yoyote katika siku hiyo, yaani mwisho wa siku unafungua kitu kinaitwa pandoras box okay. Umeona, na wao wakireact wakaanza kusema na sisi tunalipiza, inaleta mpasuko hiyo, yeah. Walitakiwa aseme kwamba kutokana na imani yetu sisi hatuamini kwamba Nabii Isa tume, oh, Yesu alizaliwa tarehe 25, na nina makala nimeyatoa yapo na washauri wote tuende kaelewa kwenye Biblia inasema kwamba Yesu au Nabii Isa alizaliwa kipindi ambacho wachungaji walikuwa na wanyama wa wao nje, sio kipindi cha baridi. Huwezi ukachunga wewe na wanyama wako kipindi cha baridi kwa hi, hiyo hi, haikuwa kipindi cha Disemba Disemba. Krismasi ilibadilishwa miaka mia tatu kwenye Council of Nicaea na wa kwanza kuibadilisha ni uh, uh, jina limetoka, papa wa kwanza ndo akaibadilisha kutoka tarehe Am, au kipindi ambacho alizaliwa Nabii Isa kuibadilisha katika tarehe 25 Disemba ambayo ni ya Mithraa, sawa. Waka kulikuwa kuna sherehe ya kipagani tarehe ishirini na tano. Kwa hiyo ndo wakaiainisha na wao wana Mungu wao ambayo ndo alizaliwa tarehe ishirini na tano na wanaamini kwenye Mithraism kwamba alizaliwa na virgin eh, mwanamke bikra na alikufa huyo mtu alikufa kwa sababu ya madhambi ya watu hmm. Sawa, na kwamba atarudi, hmm. sawa, na ndo yale, alikuwa ni mtu ambaye ana mandevu nana, yote nimeelezea humo ndani kwenyewe makala, wanaweza wakaenda kuangalia. Kwa hiyo hmm, sisi imani yetu haikubaliani na hicho sawa. Kwa hiyo, uh, walichotakiwa kusema kwamba Muislam hutakiwe uwe na itikadi o imani kwamba Nabii Isa au Yesu alizaliwa tarehe 25, na kwamba ni mtoto wa Mungu sawa. uh, lakini kuheshimiana na ndugu zetu, kushirikiana na wenzetu hakuna shida. Naam, kuna ile watu wanasema kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa, unadhani uh, kwa sababu elimu ya dini ni kile mtu anachokiamini yeye, unajua uh, imani ni, ni, ni, ni, ni mtu kuamini na, na, sasa kuna hapa kuna mambo matatu mm, ambayo kwanza hiyo aya ni moja uh, mistari pendwa kabisa kwangu mimi kwenye Biblia, watu wangu wanakosa maarifa. Wow, kwa sababu gani? Mm, ilikuijieni maarifa nanyi mkaikataa na kwa vile mmekataa maarifa na mimi nakukataeni. Ndo ukamilifu wa hiyo ah, nime paraphrase. Kwa hiyo kuna watu wanaletewa elimu kama hivi, mtu naweza nikawa nimemwelewesha jinsi tarehe ya kuzaliwa kanabii Isa au Yesu ilivyobadilishwa kutoka kipindi ambacho sio cha barafu na cha baridi kwenda kipindi ambacho ina, ina, ina coincide, pamoja na sikukuu ya Mithraism, sawa lakini mtu akabisha. Kwa hiyo imewaijia elimu ila wamekataa. Hiyo ya kwanza. Ya pili, kuna misinformation, kuna disinformation, alafu kuna malinformation. Naomba nikuulize swali, wewe mm, mwislamu mkristo, umeshawai kuisoma Biblia mwanzo mpaka mwisho? Nimesoma lakini sehemu so, so, si, kubwa. Na sasa ah, okay, lau Waislamu wakiweza kuisoma Quran mwanzo mpaka mwisho na lao Wakristo wakiweza kuisoma bibilia mwanzo mpaka mwisho, itawapa uelewa mzuri, kwa sababu wengi, elimu yetu ni kwamba tutamsikia sheka chukua aya moja mbili tatu, kaitafsiri kaiongea, tutamsikia kiongozi mchungaji, au nani, kachagua mstari moja mbili tatu, kaiongelea. Kwa hiyo tunapewa vipande vipande, si kinatakiwa kifanyike watu waongeze katika kupata elimu na kujua uhalisia wa mambo, na tusiruhusu dini zi, zi tupasue. Tume coexist vizuri sana Waislamu na Wakristo. Sawa, wewe Mkristo, mimi Mwislamu, tunashirikiana vizuri. Hatujawahi kuwa kwamba mimi studio kwangu usiingie kwa sababu wewe Mkristo. Sawa, wewe hapa umetoka uniletea korosho, sawa, sijasema bana kwa vile mkristo usiniletee. Sawa, uh, tunafahamu uchinjaji asilimia kubwa unafanya na Waislamu, tunakula Waislamu na wanakula Wakristo, hakujawai kuwa na shida. Mkishaanza kusikia mtu anaanza kuleta chokochoko choko, mkataeni e. Kwenye makala yangu ya nani ya je demokrasia ni mfumo sahihi nishaeleze, hawa ni watu wa kuwakataa. Yaani mtu akishaanza kuleta chokochoko za kidini za kikabila za kijinsia, tuwakatae.